Mie naitwa Rahima mwenye Juma, mkazi wa Kizimkazi Mgongoni. Nasema Mama Samia katuletea mambo mengi sana, sana, na tunamshukuru sana na namuombea dua apate kupata, kashapata, bado kuapishwa tu kwa kura. Alhamdulilahi rabu Alamin, nachotamtilia maana, akatuletea vitu vingi sana, barabara yetu ilikuwa mbovu ametokea, yaani wafadhili mbalimbali anatuletea kwenye misaada. Yeye kwanza, yeye hachagui kama mtu, kwenye mipira pia anasaidia, kwenye watu wa hali duni, watu wenye ulemavu pia anasaidia. Kwa kweli hachagui kama huyu chama fulani, wote haki sawa, kwa watu wote. Kwa kweli tuna mshukuru yeye na Dokta Mwinyi pia kwa hivyo tunamwombea dua. Alhamdulillah rabbil alamina, azidi Mungu amweke, ampe umri mrefu, azidi kutufaa. Oktoba 29, Samia Day. Samia oye!